Lakini pia katika moduli hii hii ya tatu katika mada ya tisa ambayo inazungumzia kuhubiri kufundisha na kutoa wito katika moduli, katika mada hii tunajifunza mabalozi, tuna kazi kubwa ya kuwafanya wengine kuwa kwa Kristo, lakini kuna mambo takribani matano ya kuzingatia katika kuhubiri. Unapopanga uhubiri kitu cha kwanza ni lazima uzingatie je. Kitu cha pili utangulizi. Kitu cha pili cha pili ni utangulizi. Je, katika ubili wako kuna utangulizi? Lakini kitu cha tatu, kuna kiini cha somo. Katika kiini cha somo ni lazima kuwe na mafungo elekezi ambayo yanaendana na kichwa chako cha somo. Lakini kitu cha nne ni kutoa wito. Unapomaliza kutoa ubili ni lazima utoe wito. Vitu vya kuzingatia katika kufundisha. Kitu cha kwanza ni kushirikisha watu. Unapoweka wanafunzi darasani kufundisha, kitu cha kwanza ni lazima washirikishe. Lakini kitu cha pili, Bwana awabariki.